limo yeye, alikuwa mgombea urais kupitia chama cha TLP katika uchaguzi wa mwaka 2015 ambao umeshaisha na matokeo ambayo yaliweza kutoka na hatimaye sasa rais ni Dr John Pombe Magufuli. Tutazungumza mengi, tutagusia masuala mbalimbali, lakini pia tutaangalia pia tathmini fupi ya uchaguzi ulivyokwenda kwa upande wake, lakini pia tutazungumzia masuala ya Zanzibar, tutagusia ikiwa kama yeye mwanasiasa anaona kitu gani ambacho kinaweza kikafanyika na busara ipi ambayo iweze kutumika ili mambo yaweze kuisha salama, lakini tutaangalia pia kasi ya rais Dr John Pombe Magufuli yeye kama E, mwanasiasa pia ana, anaonaje kasi hiyo ambayo ameanza nayo rais huyo. Karibu moja kwa moja nikukaribisha katika meza hii ya mazungumzo. Mheshimiwa, karibu sana. Asante. Naona tumepotezana ilikuwa toka zile zile wakati wa kampeni, baada ya hapo kidogo e, tukaacha mambo yapite katikati na hatimaye umeweza kurejea tena katika studio zetu. Uh, t labda tathmini fupi ya uchaguzi kwa upande wako iliendaje? Wewe mwenyewe ulikuwa unaionaje? Asante. Labda tu niseme kikubwa ambacho mimi namshukuru Mungu sana ni kwamba uchaguzi ulivuka salama mm. na ninaamini ushiriki wangu kwenye uchaguzi huu, kikubwa nilichojiamini, jukumu kubwa ambalo nilidhani nalo ni pamoja na kutoa mchango wangu wa kuhakikisha tu kwamba nchi itavuka salama katika uchaguzi huu. Kwa hiyo hilo mm. kwangu ni la msingi, lakini kubwa pia niwashukuru wananchi walionipigia kura mm. mimi naamini nimepata ushindi wa kishindo mm. ni kwa ni kama mshindi wa sita ya kwangu ninaamini ni ushindi mkubwa sana. Kwa hiyo mm. niwashukuru wote walionipigia kura mm. na hata waliowapigia wagombea wengine kura mm. na hata yule aliyeshinda mm. na kadhalika. Uh, labda kwa kwa hatua hiyo ambayo unaweza kufikia nafasi ya sita, si haba. Uh, elfu mbili na ishirini vipi, unatarajia kurudi tena ulingoni au ndo unataka kubwaga manyanga? Hapana, eh, mimi ninaamini E, siasa ni kipaji cha mtu kuzaliwa nacho mm. Sasa kama ni kipaji, kwa vyovyote lazima ukiendeleze. Kwa hiyo mm. mimi ninaamini tu nitaendeleza, lakini kwa kuwa hiyo elfu mbili na ishirini iko mbali mno mm. Kikubwa kwanza tuangalie haya mambo hapa katikati, then maamuzi atafanyika kulingana na muda na wakati, sawasawa. Uh, uch uchaguzi huu kule ulikuwa umetolewa macho karibia na watu wengi sana duniani. Nchi mbalimbali zimekuwa zikiangalia sana namna gani ambavyo unavyokwenda, lakini mwisho wa siku mambo yalienda sawa na rais akapatikana. So. tuje kwa rais ambaye sasa tumeona amekuwa amekuja na staili yake tofauti ya utendaji eh, kasi ambayo ameanza nayo kwa upande wako, nini mtazamo wako kuhusiana na hiki ambacho ameanza nacho? Asante. Kwanza niseme nitangulie tu kuzungumza uliloanza nalo, kwamba uchaguzi ulikuwa unaangaliwa na dunia. Na mimi nilikuwa nawaambia watu sana kwamba uchaguzi huu ni wa dunia mm. na bado haujaisha kuwa wa dunia mm. bado E, pamoja na kwamba uchaguzi umeisha lakini kuna masuala ambayo bado dunia inayatazama mm. na si dunia dunia, kuna mara mbili. Kuna dunia ambayo ni watu kwa ujumla wao mm. lakini kuna dunia ambayo ni majira ya Mungu ya wakati mm. E, kwa hiyo nilikuwa naliongea hilo kwa mitazamo yote miwili. Kwa hiyo nikija upande wa rais aliyechaguliwa, cha kwanza kabisa nilimpongeza, na, na hata nafikiri nilimpongeza na kadhalika e, Nchi imekusha kupata rais na ukishapata rais maanake ni mwisho wa uchaguzi. Sasa amekuja na staili yake e, na staili ile tunaitazama kwa namna tofauti, kwa maana ya watu wengi e, watu wapinzani au ambavyo yeye anaita washindani ni watu ambao walikuwa na mambo mengi ya manunguniko na manunguniko haya yalisababishwa na, na na mfumo uliokuwepo e, kwamba kila kitu kilikuwa kinaonekana hakiendi vizuri, lakini bahati nzuri mheshimiwa huyu ametokea na na, na kauli mbiu na pamoja na misimamo ambayo inaonyesha kwamba huenda zile hoja zote ambazo zilikuwa zinalalamikiwa e, ana nia ya kuzipa majibu. Kwa hiyo, kwa hilo ninampongeza na naona ni staili nzuri pia lakini nafikiri tutakavyoendelea kuongea tutaitazama kwa undani sasa, hmm, athari madhara au nini e, faida na, na kadhalika hmm, kwa hiki ambacho anakifanya inaonekana kidogo kugusa zile kelele ambazo hata wapinzani walikuwa wanazipiga wana, wana, wana, wana, wana kila siku kuhusiana na masuala ya matumizi mabaya ya fedha za serikali eh, watu kujilimbikizia mali, safari za nje, tumeona ni vitu ambavyo eye eh, ameanza navyo sasa kwa kwa aina hiyo sasa ya, ya, ya, ya kasi ambayo ameanza nayo.